Kutoka kaunti nambari 1 tuelekee kaunti namba 23 ambapo muungano wa wanawake huko Turukana chini ya mwavuli wa Voice of the Women wamejitokeza na kukashifu mauaji ya kila mara kwenye mpaka wa kaunti za Turukana na Pokoti Magharibi. Wakizungumza huko Lodwa, akina mama hawa wanasema inasikitisha kuona kuwa pindi tu viongozi wa kisiasa kutoka pande zote wanapozungumza mauaji hutokea. Uchimbaji migodi mpakani mwa kaunti hizo mbili umeongezeka kumechangia kuongezeka kwa utovu wa usalama na wizara husika imetakiwa kuainisha sekta hiyo ya madini. Viongozi wetu ambao wamepatiwa nafasi na Mwenyezi Mungu kupitia watu wa kaunti hizi mbili wameendelea kusozana kwa maneno. Wameendelea kuitania majina. Wameendelea na lawama na hayo mambo yanatu, yanatuguza sana, yanatupatia huzuni. Maafa imepatikana kwa wingi sana kwa kaunti zote mbili, lakini serikali sijeona wakikashifu, sijeona wakiingilia, sijeona wakisema jambo lolote. So tunashangaa sisi kama kina mama, serikali ina plani gani? Usicheze na maneno ya, ya, ya, ya fifo ya watoto. Mambo ya amani sio ya kuenda kuongea ndo ufurahishe kiongozi fulani ndo aseme ati mi nimeongea, ulienda kumtetea hapa. Hatuja kuja kutetea kiongozi yeyote, hao viongozi wanaochochea watu. Mambo ya baundari inaeleweka, wacha iwekwe wazi. Mkenya yeyote anaweza ishi Pokot, mkenya yeyote anaweza ishi Turkana. Pokot anaweza ishi hata hapa, tuko na wapokot huko, pia Pokot tuko na Waturkana.